Simba kuisaka na kuweka rekodi ya Al Ahly, Mamelodi, Esperance di Tunisi na Al Hilal eh, barani Afrika, ambapo klabu ya Simba Sports Club endapo itafuzu hatua ya makundi, klabu bingwa Afrika, itaweka rekodi ya kufuzu hatua hiyo kwa mara ya saba mfululizo kwenye michuano ya kafu na hakuna klabu nyingine yoyote tokea inch, nchini Tanzania ilifanya hivyo isipokuwa wekundu wa Msimbazi tu. Simba ina nafasi kubwa zaidi ya kuandika rekodi hiyo adhimu, kwani wana mtaji mkubwa wa mabao ma, mtaji mkubwa wa mabao baada ya kuibuka kwa ushindi wa mabao matatu kwa sifuri ugenini dhidi ya Isingizini hot, uh, hot spasi ya injini Eswatini na hii leo wanashuka dimbani, e, dimba la Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam kukabiliana na Isingizini Hotspurs majira ya saa kumi jioni. Endapo mnyama ataweka rekodi hiyo, atakuwa anakaribia rekodi zilizowekwa na virabu vingine vikubwa barani Afrika ambavyo na navyo vimejiwekea rekodi hiyo ya kuweza kuingia hatua ya makundi mara nyingi mfululizo ambapo vilabu hivyo ambavyo vimeweka historia ya kuweza kuingia makundi mara nyingi zaidi mfululizo, basi namba moja ni klabu ya Al Ahly al al al al ya Misri, yenyewe imeingia mara kumi mfululizo ni klabu bingwa makundi. Lakini ya pili ni Mamelodi Sundowns. Mamelodi Sundowns imeingia mara kumi nayo mfululizo kwenye hatua ya makundi klabu bingwa barani Afrika. Namba tatu ni Wydad wenyewe wameingia mara tisa mfululizo kwenye makundi. E, Esperance di Tunisi wenyewe wa nao wameingia mara tisa mfululizo e, katika kwa makombe ya Kafu, na timu nyingine ambayo ni ya tano ni Al Hilali, ambayo yenyewe imeingia mara saba mfululizo, hivyo nayo itakuwa na nafasi ya kuweza kuandika hiyo rekodi nyingine kwa Simba, kama endapo itaweza kufuzu hivyo na kufanya aweze kuungana na hao wengine ambao wame wameingia mara nyingi zaidi. Hii ndiyo maana ya klabu bora namba tano barani Afrika. Endapo kama Simba ataweza kufuzu katika hiyo hatua, ila ataweka rekodi hiyo na ataungana na miamba mingine ya soka barani Afrika ambayo tayari imeshajihakikishia hatua ya kwenda makundi, aidha iwe klabu bingwa au shirikisho barani Afrika, ila uhakika wa kuingia makundi. Maana yake wao wameingia mara hizo zote ambazo wameingia mfululizo kwenye timu hizo ambazo imeweza kuziorodhesha hapo juu, hivyo simba atakuwa na nafasi ya kuweka hiyo rekodi ambayo haijawahi kuwekwa na timu yoyote kwenye nchi za Afrika Mashariki, lakini hususan hata nchi za kwenye nchi ya Tanzania, hakuna timu ambayo ishe kuingia makundi mara saba mfululizo isa wengi wameingia mara tatu kama ilivyo kwa Yanga ambao wanawafuatia, wameingia mara tatu mfululizo kwenye makundi, lakini Simba akiwa amewaacha parefu zaidi, kwa yeye atakuwa ameingia mara saba mfululizo, hivyo na kumfanya aweze kuungana na vigogo wengine ambao wameingia mara nyingi zaidi mfululizo.